Okay, uh, nataka tuweze kudiscuss um, eh, kuhusu mikataba tuliyonayo. So, sawa eh? Mikataba tuliyonayo. So ukisha sajili application uh, make sure kwamba mtu ambaye anakukaribisha mtu ambaye utakayefanya naye kazi ameweza kukuongoza vizuri na mnaweza kusajili wallet yako. Sawa so, eh? Ni vizuri ukafanya naye ili akupe mwongozo vizuri. So um, ukiingia tu kwenye wallet, hapa chini kuna sehemu imeandikwa product. Hapa yeah, Sawa, hii sehemu ya product hapa. Sawa so, unabonyeza hapa kwenye products hapa, then hapa utakutana na hii mikataba hapa. Kuna huu mkataba kama unaoonekana hapa, kuna huu mkataba huu wa miaka mitatu, kuna huu wa miaka miwili, mwaka mmoja, miezi sita, na huu ni flexible so wewe utabonyeza mkataba ambayo ume, ume nani umestake, sawa. so, watu wengine unakuta unabonyeza mkataba lese, uh, huu hapa mwaka, um, miaka miwili akati umestake kwenye miaka mitatu, kwa hiyo unaona kama vile token zako hazipo, so you have to click where you have stake. Sasa watu wengi tuna stake miaka mitatu, kwa sababu return ni nzuri na tunapata pia um, pesa yetu au um, uh, kapitaetu tuweka mwanzo mapema, sawa. So ukibonyeza kwenye huu mkataba hapa wa miaka mitatu, sawa, unakutana na, uh, na kuna hii sehemu ya juu hii nyeupe na kuna hii sehemu ya kijani hii hapa ah. Sasa I want to explain here, unaona hii sehemu ya hii sehemu nyeupe hii inakuonyesha idadi ya vipande ulivyonavyo so, kila unapofungua mkataba vi, na, ni mkataba wako, ukiwa, uh, validated ukishakuwa umeshakamilika, ukishaweka chikitiki hivi vipande ulivyonunua katika mkataba vinapanda hapa, vitakuwa vinaongezeka hapa ha, utaona tu vinaongezeka hapa na hapa chini hapa hapa hivi panakupa value ya vipande unaona, inakupa value ya vipande au thamani ya vipande ulivyo navyo, na, na kwa thamani ya muda huo. So utaona hii thamani itakuwa inabadilika inapanda na kushuka kulingana na eh, kulingana na nani? Kulingana na jinsi ambavyo ya, uh, bei ya kipande ilivyo, sawa eh, eh. So hivi hii ni idadi ya vipande hapa lakini ukija kuangalia hapa chini, hapa hii sehemu ya kijani hii, hii sehemu ya kijani inakuonesha faida uliotengeneza e, faida uliotengeneza kutokana na nini? Kutokana na na na na vipande ulivyonavyo, na hiyo ulivyo na faida ni toto faida tangia, tangia mara ya mwisho ulipotoa faida yako. Kwa hiyo utakuwa unaiona hapa mtoto faida utaingia mara ya mwisho ulipotoa faida yako, utakuwa unaiona hapa. So unachokisoma hapa hivi ni vipande. Sasa kujua hivi vipande vina thamani gani sasa hivi, unaangalia hapa, unaona hapa, unaangalia hapa chini, unaona hivi vinakuonesha vipande hivi vina thamani gani sasa hivi. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo unavyo interpret hiyo sehemu. Ukibonyeza hapa kwenye hichi ki ai hapa, hichi ki ai hapo, ukibonyeza hapo utakutana na Uh, utakutana na mgawanyiko wa faida yako, faida ambayo inatokana na faida ambayo inatokana na mtaji wako na faida ambayo inatokana na wewe kuwasaidia watu wengine kuweza kuifahamu Inkryptus. Kwa hiyo unaweza ukawasaidia watu wengine waweza kuifahamu Inkryptus, sio lazima, unaweza ukafanya mwenyewe au unaweza ukamsaidia ndugu, rafiki, jamaa watu waache kuibiwa kwenye scam because this is a very legit business na utajua eh, pale ambapo eh, utakapoona mambo yameanza kuchangamka na bei kami ya kipande nazidi kuongezeka na imekaa miaka mingi, si unasemaga, tunaamini kwamba muda ni kila kitu, yaani muda ndo msemo ukweli so najua watu wengi wasiwasi sasa hivi kwa sababu ya muda uliokaa nao kwenye biashara, unakuta maybe bado hujaelewa vitu vingi na vitu kama hivyo, lakini muda ndio msema ukweli. Wewe usipochangamka sasa hivi, muda unasema ukweli baadaye, uta utaona imefikisha miaka kumi kwa sababu sasa hivi umeshafikisha miaka mitano plus na kufikisha miaka kumi kumi na tano wewe bado tu unazidi uoga wako then buda ndo usema ukweli, so ukija kuangalia hapa your contracts. Unaona hapa your contracts eh, here eh, eh eh. Kuangalia hapa kwenye your contracts hapa inakuonyesha hu una mikataba mingapi kama hapo unaona mikataba sita. Haya hapa last cycle hapa. E, inakuonesha cycle ya mwisho ya malipo ni lini. Ukiangalia hapa ni tarehe ya jana Novemba 24. Inakuonesha percentage ya last cycle hapa, tutakuja kufanya ili somo peke yake ili watu waweze kuelewa kwa nini sasa hivi unatakiwa ununue vipande vingi, muda huu bei ipo chini na interest ni nzuri, kwa sababu sio upatu wa pena, na kwa sababu sio upatu inabidi sasa hivi uchangamkie fursa vizuri, kwa sababu mtu ambaye anapata uh, nani anapata lese return ya 70% kwa mwaka. Sasa hivi tunapata over 70% kwa mwaka Eh, in the next 5 years hatuwezi kupata over 70 percent kwa mwaka kwa sababu supply yetu ya staking rewards ni constant, na kama ni constant, investors wanazidi kuongezeka, demand inazidi kuongezeka automatically, eh, automatically you don't expect logically kibiashara yaani ukiexpect kwamba the same interest rate zije ziwe miaka mitano ijayo that is not a business. You need to run away. Hela inatoka wapi? So unabidi uelewe economics za uh, Inkryptus vizuri ukaweza kuzifanyia kazi vizuri, sio kama tunaelewa, ukaweza kufanyia kazi biashara yako kwa muda sahihi hizi project za crypto especially legitimate project, yaani ni project ambazo when you see them, jifunze mapema fanyia kazi mapema because yaani automatically tu ntawapa mfano kama mtu ambao alijenga Binance mwanzoni, watu ambao eh, walichangamkia Binance mwanzoni, sasa hivi maisha yao yamebadilika kabisa. Sasa hivi Binance mtu anasajili tu huko mtandaoni, itakuja kuwa Inkryptus hivyo hivyo siku moja. Uh, watu wataifahamu, watu watakuwa tu wata wata wanaingia huko wenyewe anaregista wenyewe, right, right now so if you, you are doing business right now. Inabidi uweze kuchangamkia hizi hii biashara, weka mtaji wa kutosha ili upate interest nzuri upate faida nzuri kwa wakati huu hapa. Sasa hii hapa, last cycle profit, hii inaonyesha faida yako ambayo ni gross gross, this is gross profit sawa, so, eh, ukitaka kupata net profit zilisha kwa 75% hii ni gross kampuni ya kata lakini ni faida ya mtaji wako. Yani unataka kujua mtaji wako mpaka sasa hivi unakopa kingapi, unaangalia hapa, sawa so hii faida hii zilisha by 75% uweze kupata net, umenielewa? Ndio jinsi ambavyo unaweza interpret hii sehemu hapa, sawa so, sasa I hope uh, hii video nadhani niachie hapa ili isiwe ndefu sana, but uh, I believe kwamba hii sehemu hapa itakuwa ime eleweka hii sasa hivi, kila mtu atakuwa ameelewa nini ambacho kinaendelea. Kama hujaelewa, usisite kuuliza maswali e. Wewe lengo la kuwa kwenye kwenye kwenye nani, kwenye timu yetu, kwa sababu utapata msaada mzuri sana sisi, tunafundisha utajifunza vitu vingi sana, so usisite kuuliza maswali sawa. Haya, e, e. sawa santena.